Ufundi stadi fursa kama zote zote. Ufundi stadi ni mzao wa wilaya ya Karagwe, kama nyie hapo Kayanga, amezaliwa Nyakanga pale. Tulipokuwa wadogo zamani, chuo cha Veta akikuwa kama hiki yani, kwa sababu tulikuwa tunapita, si ndio? Ambao wamezaliwa hapa, si ndio? lakini tunapofika kama leo mwonekano huu na haya majengo, mnajua kabisa serikali inafanya nini inafanya <tipos> Lakini zaidi nyie ni kati ya vijana ambao wamepata fursa hii, elimu ya ufundi stadi, lakini mkitoka hapa mnaenda kupata ajira. Tunaona kuna vijana wengi bado, kuna wimbi kubwa wanatamani kuwa kama nyie kwamba fani zenu zina mchango mkubwa katika kipato cha nchi hii kupitia sekta mbalimbali. Watu wanaenda viwandani huko, unakuwa unategemewa. Navyoongea hivi, mi ni mkurugenzi wa kiwanda pale cha kukoboa kahawa cha KPD, na pale tuna vijana wametoka Veta, ndo anaendesha mashine zetu. Zile mashine hata kama ni za gharama gani, injinia atakuja kukufungia lakini anaendesha ile mashine na kujua hapa kuna compressor imeleta matatizo, kuna hichi. Ni kijana ametoka Veta, lakini hapo hapo umeme unapokatika ama kuna shoti kuna kitu, kitu chochote tunafahamu kuna TANESCO, lakini unakuta wale vijana wanaweza kuwa ametoka muda ule, muda wao sio muda wa kazi, ila kijana unayemtafuta mtaani, kuna kijana ambaye amepita Veta. Kwa hiyo Veta ina msingi mkubwa na mchango mkubwa katika jamii zetu, kweli au hapana? Kweli nauliza, kweli au hapana? Kweli. Kwa leo hii mimi nimeambatana na bosi wangu ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wetu wa Kagera. Mimi nikiwa kwa nafasi yangu kama mjumbe baraza kuu la UVCCM taifa kuwakilisha mkoa wetu wa Kagera. Sisi tunapokaa kule ni kikao kikubwa tunakuwa ni kama baraza la vijana wa Kitanzania kutoka mikoa mbalimbali mbali, mbali, tuna discuss issue ambazo vijana wenzetu wana face. Tupo hapa leo kuangalia fedha ambazo serikali imetoa kwenye maendeleo ya shughuli za vijana kwa sababu hapa ambao wanapata hii elimu ambao wananufaika asilimia kubwa, asilimia tisini ni nani? Vijana sindio? ko yeah. Hapa mi najua hapa baadaye kuna viongozi unajua, unaweza ukapita Veta kesho ukaja kuwa kiongozi mkubwa kwenye nchi hii si, sindio? Yeah. Kwa sababu hapa ni elimu nyingine, na mkitoka hapa sinaenda diploma Morogoro, wengine ambao wanataka kuendelea na safari ukitoka hapo, yeah. Si umejiendelezesha lakini hawa viongozi wetu wa serikali za wanafunzi sisi ndo tumetoka huko, kwa hiyo mmesema mko zaidi ya 27. Kwa hiyo mnavyoendelea hivyo ndo kesho, kuna mtu yuko Veta lakini anatamani kuwa kiongozi, pamoja na ile karma ambayo Mwenyezi Mungu amekupitia am, amekupatia unaweza ukawa kuwa kiongozi mkubwa. Kwa hiyo mi naendelea kuwatia moyo, lakini zaidi sisi tumejionea na sisi kama viongozi wa vijana tunapofika sehemu kwamba serikali haswa hii awamu ya sita chini ya Dkt Samia Suluhu Hassan, mambo mengine atakuja kuzungumzia mwenyekiti hapa, imetenga bajeti kubwa kwa ajili ya maendeleo ya shughuli za vijana, lakini kuhakikisha hivi vyuo vya Veta vinaendelea kwa ukubwa. Na tumefika hapa tumepita kwenye madarasa, mmenufaika kwa, kwa ukubwa zaidi, lakini kuangalia mheshimiwa rais ametenga zaidi ya bilioni 4.6, kama mkuu wa chuo alivyotuambia, zinaendelea kuboresha miundombinu ili nyie mkaendelee kupata ujuzi mkubwa na tuendelee kuongeza ajira, na hususan wilaya ya Karagwe katika mkoa wetu wa Kagera tuna kampasi kubwa ya Veta. Akuwa mimi nikipita wilaya nyingine, sijawahi kuona chuo kama hichi. Kwa hiyo kikubwa tunaipongeza serikali kwa uwekezaji huu, lakini zaidi haya yote tumekuja kuwaomba muamini Dr. Samia Suluhasan inapofika Oktoba 2025. Makofi kwa Dr. Samia Suluhasan, sababu nyie ni kati ya vijana ambao mmeona kazi yake kwa matendo sio kwa maneno. Kuna vijana wengine mtaani tuna kazi kubwa ya kuambia bana, kuna moja mbili tatu, ila nyie ndio wanufaika wakubwa. Sisi tutaambia mtaani amefanya pale chocha Veta amefanya moja mbili tatu, lakini nyie ndio mnayaishi hayo kila siku, ndio mnayaona. Na tunawaomba kesho mkae mabalozi huko mnavoenda mtaani kwenu, kwa sababu wewe ndio mnufaika leo. Huyu mama tamaliza uongozi wake. Wewe utaenda baada ya miaka mitano, utakuwa na familia yako, utakuwa unaingiza kipato, lakini foundation ilianza kupitia bajeti aliyotenga ikaja kuboresha miundombinu katika choiki. Makofi kwa serikali ya CCM. Kwa sisi kama vijana wadogo, tunakuja kuwaomba, tunakuja kuwaasa tuendelee kuisupport serikali ya CCM <laughs> kwa sababu inaleta maendeleo thabiti na yanaonekana kwa vitendo. Ni sio mwingi wa kuzungumza mambo mengi, ninaye kaka yangu Faris.